Usifungue Biblia ukiwa na moyo mchafu na chuki. Kabla ya kufungua Biblia unapaswa uwe na moyo safi na uliosamehe siku zote. Mungu hawezi kunena kwa mtu aliyejaa kiburi, wivu, hasira au chuki. Ukisoma Biblia ukiwa na uchungu, hautasikia sauti ya Mungu bali tafsiri ya hisia zako. Hili ni jambo la msingi sana. Usifungue bibilia ukiwa na moyo mchafu pamoja na moyo uliojaa chuki. Kwa hiyo kabla ya kufungua bilia, unapaswa uwe na moyo msafi na uliosamehe, ili uweze kuisikia sauti ya Mungu. Watu wengi wamekuwa wakifanya makosa kabla ya kufungua bilia, anajikuta moyo wake umejaa uchungu pamoja na hasira na jambo hili inafanya asiweze kusikia ujumbe wa Mungu, asiweze kusikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo natakiwa ulitambue, usifungue Biblia ukiwa na moyo mchafu pamoja na chuki. Ni muhimu kabla ya kabla ya kuanza kufungua Biblia, ni muhimu ukapata muda wa kutakasa moyo wako wa kuomba msamaha kwa Mungu ili uweze kusikia sauti ya Mungu. Siku zote moyo uliojaa uchafu unakuwa unazuia au unakufanya wewe usiweze kusikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo kabla ya kufungua Biblia, hakikisha unamwomba Mungu msamaha sehemu yote ulipokosea, kwa kuwaza, kwa kunena au kwa kutenda. Mwombe Mungu akusamee ili uweze kusikia sauti ya Mungu, Mungu uliweze kusikia sauti ya Mungu anapokusemesha. Lakini jambo la pili ambalo hutakiwa kulifanya kabla ya kufungua Biblia, usifungue Biblia kama kitabu cha kawaida Biblia sio gazeti au kitabu cha historia au fasihi, bali biblia ni pumzi ya Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha waraka wa pili wa Timotheo sura ya 3 na mstari wa 16, imeandikwa nukuu, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwabadilisha katika haki. Ukifungua, ukifungua biblia kwa nia ya kuikosoa kutafuta makosa au hoja za, za kubishania utakosa ujumbe wa kiroho uliokusudiwa ulio kwa ajili ya moyo wako. Kwa hiyo siku zote usifungue bibilia kwa nia ya kuikosoa au kutafuta makosa au hoja za kubishania, utakosa ujumbe wa kiroho uliokusudiwa kwa ajili ya maisha yako. Na kosa hili watu wengi wamekuwa wakilifanya. Watu wengi wanafungua bibilia kwa lengo la kutafuta kutafuta kutafuta ujumbe kukosoa, kutafuta makosa au hoja za kubishania. Hili ni kosa ambalo watu wengi wamekuwa wakifanya, kwa kosa hili litakufanya ukose ujumbe wa kiroho uliokusudia kwa ajili ya moyo wako. Lakini jambo la tatu ambalo hutakiwi kulifanya kabla ya kufungua Biblia, usifungue Biblia bila kufanya maombi. Kabla hujasoma, omba Mungu akufunulie siri za neno lake. Ndiyo maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 119 na mstari wa 18 imeandikwa nukuu, unifumbue macho yangu ni atazame maajabu yatokayo katika sheria yako. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anayefundisha na kufunua maana ya maandiko. Bila maombi, utasoma maneno tu na si ufunuo. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana, usifungue Biblia bila kufanya maombi. Kabla ya kufungua Biblia, ni muhimu sana kufanya maombi. Mwambie Mungu, ah, kabla ya kufungua Biblia unaikamata Biblia yako, unashika Biblia yako, unamwambia Mungu, naomba unifunulie siri iliyojificha katika neno lako Mungu. Naomba uzungumze na mimi kwenye maisha yangu Mungu. Naomba unifunulie vitu ambavyo vimejificha ndani ya neno lako. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo unatakiwa ulitambue, unatakiwa ulifanye, usifungue Biblia bila kufanya maombi. Kabla ya kufungua Biblia, hakikisha unafanya maombi kwanza, ndipo unafungua kitabu neno la Mungu ni pumzi. Biblia ni pumzi ya Mungu, kwa hiyo ni muhimu sana, kabla ya kufungua Biblia hakikisha unaomba. Kwa hiyo usifungue Biblia bila kufanya maombi. Lakini jambo la nne ambalo utakiwi ulifanya kabla ya kufungua Biblia, usifunue Biblia ukiwa na haraka. Siku zote kusoma neno la Mungu kunahitaji utulivu na umakini. Ukisoma Biblia kwa haraka, kwa sababu unataka kuimaliza Hautasikia Mungu akisema. Mungu kunena kwa wale waliotulia mbele zake. Kwa hiyo jambo la msingi, usifungue Biblia ukiwa na haraka. Usifungue tu Biblia kwa sababu unataka kuimaliza yote, kwa sababu uki, ukiwa na tabia hiyo, manake utakosa ule ujumbe ambao Mungu anataka kusema nawe. Biblia inahitaji utulivu wakati unaisoma, kwa sababu Mungu ataanza kufungulia vitu vingi sana. Kwa hiyo kabla ya kufungua Biblia, tuliza ma zima vishawishi, toa muda wa ukimya ili neno likae moyoni. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi kabla ya kufungua Biblia, tuliza moyo wako, hakikisha moyo wako umetulia, hakikisha unazima vishawishi vyote, iwe ni simu, au ni TV, au ni jambo lolote ambalo linaleta disturbance, hakikisha unalizima. Lakini pia toa muda wa ukimya ili neno likae moyoni, hakikisha unapata muda wa utulivu ili neno la Mungu likae, uh, likae moyoni mwako, sio unasoma Biblia simu yako iko on, unapiga simu, unapokea muda huo Neno la Mungu unahitaji utulivu ili uweze kuisikia sauti ya Mungu. Neno la Mungu, wakati unasoma neno la Mungu unahitaji uwe utulivu, concentrate, makini, uzingatie kile unacho, kile unachokisoma, kile unachojifunza ili uweze kuisikia sauti ya Mungu. Lakini jambo la tano ambalo utakiwa kulifanya kabla ya kufungua Biblia. Usifungue Biblia bila kuelewa unachosoma. Watu wengi hufungua Biblia kiholela bila mpangilio, bila kuelewa muktadha. Hii husababisha tafsiri potofu ni vizuri kabla hujafungua Biblia kuwa na mpango wa usomaji au kuomba Mungu akuongoze sehemu ya kusoma. Ni muhimu kabla ya kufungua, usifungue Biblia kiholela olela tu. Kupitia kufungua Biblia kiholela olela itasababisha upate tafsiri potofu, upate yaani, upate vitu po, upate, upate maana potofu. Kwa hiyo usifungue Biblia, usifungue Biblia bila kuelewa unachosoma watu wengi hufungua Biblia kiolela bila mpangilio bila kuelewa muktadha. Hii husababisha tafsiri potofu. Ni vizuri kabla hujafungua Biblia huwa na mpango wa usomaji au kuomba Mungu akuongoze sehemu ya kusoma. Lakini namba sita, usifungue Bibilia ukiwa na nia ya kuthibitisha hoja zako. Bibilia haijasema ili kutuunga mkono, bali kutubadilisha. Usifungue kutafuta aya za kujitetea au kuthibitisha uh, jambo ulilokwisha amua. Yaani, usifungue Biblia ili kuthibitisha jambo ambalo umekwisha kuamua. Fungua Biblia kwa nia ya kusikia kile Mungu anasema, hata kama kinakukosoa. Fungua Biblia kwa lengo, kwa lengo la kusikia kile Mungu anasema, hata kama kinakukosoa. Lakini jambo la saba, usifungue Biblia ukiwa umechoka sana au umepoteza umakini. Biblia inahitaji akili iliyo hai na moyo ulio makini. Ukisoma wakati umechoka, macho yatapita kwenye maandiko lakini roho haitapokea. Ni vizuri kupumzika kidogo kisha uombe, uongozwe na Roho Mtakatifu kabla ya kusoma. Kwa hiyo ni muhimu sana usifungue Biblia ukiwa umechoka, kwa sababu macho yako yanaweza kana pita kwenye maneno lakini moyo ukakosa ujumbe uliokusudiwa. Kwa hiyo kama unajiona umechoka, ni heri ukapumzika kidogo na ukarudi ukiwa akili yako imetulia na moyo wako umetulia, iwe, iwe, ili iwe rahisi kuisikia sauti ya Mungu na kupata ule ujumbe ambao Mungu ameukusudia. Lakini jambo la nane, usifungue Biblia bila kutarajia Mungu aseme. Kuna tofauti kati ya kusoma maneno na kusikia sauti ya Mungu. Ukifungua Biblia kama desturi tu, hautapata chochote, lakini ukisoma ukiamini kuwa Mungu atazungumza na wewe leo Neno, neno hilo litakuwa hai, utaisikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo usifungue Biblia bila kutarajia Mungu aseme na wewe, kwa sababu Biblia imebeba ujumbe, imebeba maelekezo, umebeba mwelekeo. Kwa hiyo kabla ya kufungua Biblia, hakikisha usifungue Biblia bila kuwa na matarajio kwa Mungu atasema na wewe. Fungua Biblia ukiamini kuwa Mungu atasema na wewe kupitia neno lake, amini Mungu atafanya jambo kwenye maisha yako. Amini Mungu atakusemesha. Kwa hiyo na jambo la tisa, usifungue Biblia ukiwa hauko tayari kutii Bibilia haisomi tu kwa maarifa, bali kwa kutii. Usifungue bibilia kama huko tayari kuitii na kuifuata. Bibilia haisomi tu kwa maarifa, bali kwa kutii. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Ningependa uniambie, unatufuatilia kutokea eneo gani? Kutokea nchi gani? Kutokea mkoa gani? Ningefurahi. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.